Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, nina karibisha leo tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya mwenyewe Yesu juu tarehe kumi na tano ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Leo tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema kumjua Bwana na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Isaya kumi na moja fungu la tisa nalo linasema, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Hebu natuombe. Mungu mwema, tunakushukuru tumekuja leo tena miguuni pako kujifunza. Tufundishe, utuelekeze, uyasamee makosa yetu, ukaifanye bora siku yetu leo tena, na tukauona utukufu wako. Ndivyo tunavyoomba kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Kushindwa kusoma na kulitii neno la Mungu kumeleta mkanganyiko katika ulimwengu. Wanadamu wameuacha ulinzi wa Yesu kwa ajili ya ulinzi wa mwasi mkuu, mfalme wa giza. Moto wa kigeni umechanganywa na moto mtakatifu. Ulimbikizaji wa mambo yaongozayo katika tamaa na kutaka makuu umeleta hukumu ya Mungu ulimwenguni. Tunapokuwa katika dhiki, wanafalsafa na watu wa sayansi wanajaribu kuziridhisha akili zao pasipo kumwomba Mungu. Wanaeneza falsafa zao kuhusu mbingu na dunia, wakichukulia kuwa tauni, majanga, magonjwa ya kuambukiza, matetemeko ya ardhi na njaa kulingana na yanavyodhaniwa kuwa ni sayansi. Mada zinazohusiana na uumbaji na majaliwa ya Mungu wanajaribu kuzitatua na kusema, hii ni sheria ya asili. Kutotii kumefunga mlango kwa kiwango kikubwa wa maarifa ambayo yangeweza kupatikana kutoka kwenye Neno la Mungu. Laiti kama watu wangekuwa watii, wangeweza kuelewa mpango wa serikali ya Mungu. Ulimwengu wa mbinguni ungekuwa umefungua vyumba vyake vya neema na utukufu kwa ajili ya ugunduzi. Wanadamu wangekuwa bora kabisa kwa mwonekano, kwa usemi na kwa wimbo, kuliko vile walivyo sasa. Siri ya ukombozi, kufanyika mwili kwa Yesu Kristo, kafara yake na upatanisho, visingetiliwa mashaka akilini mwetu. Visingekuwa vimeeleweka vizuri tu, bali pia vingepokelewa kwa ukubali wa juu mno. Kushindwa kulisoma Neno la Mungu ni sababu kuu ya kuwa na udhaifu na kukosa ufanisi kwa akili. Katika kuliacha Neno hili ili kujilisha maandiko ya mwanadamu yasiyovuviwa, akili inakuwa imedumaa na ya kuchukuliwa na kila upepo Hailetwi katika mguso wa kanuni za kina pana na za ukweli wa milele. Ufahamu utajirekebisha kwa ufahamu wa mambo ambayo umezoea, na katika kujitolea huku kwa vitu vyenye ukomo unadhoofisha, nguvu yake inafungwa, na baada ya muda inakuwa haiwezi kupanua. Hii yote ni elimu ya uongo. Kazi ya kila mwalimu inapaswa kuwa ni kuimarisha akili za vijana kuhusiana na ukweli mkuu wa neno lenye uvuvio. Hii ni elimu ya muhimu kwa ajili ya maisha haya na yajayo. Hebu isije ikadhaniwa kwamba hili litazuia usomaji wa masomo ya sayansi au kusababisha kiwango cha chini cha elimu. Elimu ya Mungu ni ya juu kama ilivyo mbingu na pana kama ulivyo ulimwengu. Hakuna kitu kinachoadilisha na kutia uzima katika usomaji wa mada kuu zaidi zihusuzo uzima wa milele. Hebu vijana watafute ung'amuzi wa kweli hizi zinazotolewa na Mungu. Ndipo akili zao zitakapopanuka na kuimarika zaidi katika juhudi. Elimu hii itamleta kila mwanafunzi ambaye ni mtendaji wa neno kwenye uwanja mpana zaidi wa fikra na kumhakikishia utajiri wa elimu isiyoharibika. Nukuu kutoka katika kitabu cha Counselors to Parents and Teachers and Students, ukurasa wa 440 mpaka wa 442 Mwenyezi Mungu na wabariki.